Nchi za Kiarabu zilivamia Israeli kijeshi. Lengo lilikuwa kwanza kupinga wao kutangaza uhuru, kwa sababu waliamini pale sio kwao, lakini kuonyesha Umoja wa Mataifa kwamba hatujaridhika na ufumbuzi wa tatizo hili, kwamba wayahudi wakae pamoja na Wapalestina. Kwa hiyo vita vikatokea, na vilikuwa ni kama unavyojua vita vya uhuru. Nchi zote za Kiarabu zilikuwa dhidi ya Israeli. Kule kaskazini alitoka Syria, akatoka na Lebanon, lakini upande wa mashariki alitokea Jordan, kipindi kile inaitwa Transjordan pamoja na Iran. Iraki, lakini kusini alikuwa Egypt na Sudani walishiriki wote. Lengo lao lilikuwa ni kumtoa Israeli pale Mashariki ya Kati, lakini pale sasa Jerusalemu kwenyewe vilikuwa vikundi vya wanajeshi wa kujitolea vya Waarabu na vyenye navyo pia viliingia, ikiwemo Egypt pia waliingia Jerusalemu kuhakikisha kwamba Myahudi akai. Kwa hiyo vita vya uhuru vikatokea. Kipindi kile Myahudi historia inavyoonyesha kwamba alikuwa hana nguvu alizonazo leo, kwa sababu hata silaha alipewa kutoka Czechoslovakia Kimilikili inaitwa hivyo Czech Republic na hawakuwa na namna, walipewa silaha ambazo zina nembo ya Hitler ya swastika, lakini ilibidi wazitumie. Kwa hiyo hawakuwa na hizi nguvu, yani hawakuwa hata na support ambayo kimsingi hii leo wanayo. Na ndio maana huu mgogoro kihistoria unaweza ukaona kitu wanachokilalamikia Waarabu leo, walishindwa wenyewe tu kutumia opportunity waliokuwa nayo kwanza mwaka 1948 nasema hivi kwa sababu gani? Wakati Ben Gurioni ambaye ndio baba wa taifa la Israel amekaa na wale kamanda wake vijana kina Ariel Sharon, kina Moshe Dayan, kina Dan Shuftan na wengine, akawaambia tunapigana vita vya uhuru na tumezungukwa, yaani, ni sisi wa Israel tunapigana dhidi ya mataifa yote ya Kiarabu katika Mashariki ya Kati, lakini sisi, mimi nikiwa kama ndiyo mwongozaji haya mapambano, nataka wote tushuke kusini tukapambane na Egypt. Wale vijana kina Ariel Sharon, kina Moshe Dayani na kina Dan Shuftan na wengine wakamwambia sawa, jeshini hatuna kubisha, lakini kwa nini tuiache nchi yon yote huku juu, yani tutoke kaskazini tukache wazi mashariki tuache wazi twende tukapambane na Egypt kusini, alafu tutafanyaje? Ndio hapo sasa tunapata tafsiri halisi ya neno kuna strategic thinker. Wale makamanda walikuwa ni strategic thinker, lakini Ben Gurion alikuwa ni great strategic thinker. Akawaambia, twendeni tukapigane, baada ya kupigana nitawaambieni kwa nini. Kwa hiyo alichokifanya Ben Gurion, aliongea na King Abdullah wa Jordan, akamwambia bwana, wewe hapo Jordan una nini? Mimi naona wewe unajiita mfalme, lakini wewe ni mfalu mfalme wa milima ya michanga kwa maana ya sand dunes wewe, wewe ni mfalume wa ngamia na mbuzi. Mimi nataka nikufanye wewe uwe mfalume wa watu, na kama nataka nikufanye mfalume wa watu maana yake ni kwamba huu upande ambao mimi nilipewa na Umoja wa Mataifa kwa sababu ile Jerusalem iligawanywa two state solution, nitakupa wewe ukae nao. Sasa baada ya kuambiwa vile, King Abdullah alikubali lile ombi, akaachiwa Jerusalem. Kumbe ule ulikuwa tu ni mtego wa Ben Gurion. Ben Gurion alikuwa ni mtu mmoja ambaye ni mjanja sana. Kwa hiyo walivyoshuka chini kule wakapigana na Egypt halikuwa hana wasiwasi wa kuipoteza tena Jerusalemu, kwa sababu alishawapa Jordan. Sio vitu vya kwenda kusoma uweze ukavipata, yani hivi ni vitu ambavyo watu walikuwepo katika lile eneo wanakufundisha, wanakuambia. Unaona, kwa hiyo baada ya kwenda kusini, wakampiga Egypt, walivyokuja huku juu wakaikuta nchi tupu. Wale vijana wakamwambia Ben Gurion, sisi wakati unatuambia twende wote kusini tuondoe majeshi yetu yote tukapigane na Egypt, tulikubali kishingo upande, hatukujua kama tungepata viktori hii. Akawaambia, unajua sisi tulikuja kupigania uhuru kwa sababu tunataka kushinda. Sisi tulipigania uhuru ili kuanzisha taifa linaloitwa taifa la Israel, ambalo ni taifa la Kiyahudi. Hawa wenzetu walikuja kupigana na sisi kwa sababu wanataka tu kuionyesha dunia kwamba wao wana nguvu, walipigana kwa ajili ya pride tu. Na hata wa Egypt tunaona tu hata tulivyopigana nao hawakuresist muda mrefu, kwa sababu oh, shida yao ilikuwa ni hegemoni, yani hawakupigana vita kwa ajili ya Jerusalem. Kwa hiyo wala hata wao hapa tulipo hawatuhitaji. Kwa hiyo wale walichokuwa wanakiangalia kwamba sisi tunaenda kupigana ili kuionyesha dunia kwa Waarabu tuna nguvu. Wale walikuwa ni strategic thinker, yani wanafikiria kwa matokeo. Mimi nilikuwa nafikiria kwa chanzo, ni great strategic thinker, mimi napigana kwa sababu nataka uhuru. Kwa hiyo baada ya vile vita Myahudi akashinda strategically. Wakati nasomea mikakati, hilo nalo pia ni swala ambalo nilifundishwa ikiwa kama ni mifano hai ya mikakati wanapopigania kitu, kwa sababu baada ya Umoja wa Mataifa kuigawanya Jerusalem, ilimwambia Myahudi na Mpalestina, kama hamtokubali kukaa pamoja ili eneo sisi tutalifanya liwe chini ya mandeti yetu, yani Mandate territory. Kwa hiyo Ben Gurion alifahamu kwamba yeye na wapalestina wasingeweza kukubaliana kukaa pale, hivyo angelipoteza umoja wa mataifa. Kwa hiyo akaona bora aliache kwa Jordan, ambaye kimsingi Jordan alikuwa ni dhaifu, yaani aliliacha kwa Jordan. Waarabu alimuona kama ni mwenzao, lakini alifahamu kwamba kama unagombania kitu wewe una nguvu sana, alafu unagombania una kitu na mtu dhaifu, lakini refa ana nguvu kuliko nyinyi, ni bora ukiache kwa mtu dhaifu ili baadaye itakuwa kwako ni rahisi kwenda kukichukua. Kwa hiyo katika vita vya siku 6 vya mwaka 67 ambavyo pigwa sana na Israel. Israel alipita mpaka akaenda tena akaichukua Jordan, yaani alimpiga Jordan akamsogeza kabisa kule katika ukingo kule. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba uh, ukiangalia historia haya matatizo ya Israel na, na Palestine ni matatizo ambayo kimsingi chanzo chake ni hicho. Arabu walikuwa na chance kwanza ya kuanzisha hawa wapalestini walikuwa na nafasi ya kuanzisha taifa mwaka arobaini na saba lakini hawakuanzisha, na ndio maana mpaka leo Myahudi anasema kama sisi tulipokuja Middle East hatukuikuta serikali inayoitwa Palestine. Kwa nini sisi baada ya ku serikali yetu nyinyi mnatuona sisi ni wabaya of course hivi ni vitu unajua katika kuongea unaweza ukawa unaongea lakini that's the reality kwamba mgogoro kwa kiasi kikubwa ulichangiwa na mataifa yenyewe ya Kiarabu kushindwa kumshinda Myahudi ambaye alikuwa ni dhaifu sana mwaka 48 walikuwa wanapigana kwa mitazamo tofauti hawa wanapigana ili kuidhihirishia dunia wao ni bora hawa wanapigana kwa sababu hawana pakwenda yani wao shida yao hata wangepata robo tu ya hii taifa ambalo leo linaitwa Israeli kwao ingekuwa ni afadhali wangeweza kukaa kuliko kwa ambavyo Ulaya walivyokuwa wanauwawa kwa hiyo wao walikuwa wanakuja kupigana kwa sababu hawana option nyingine duniani. Jerusalem, kwa pande zote mbili wa Palestine na nchi nyingine za Kiarabu, lile ni eneo takatifu. Kwa Waarabu ni takatifu kwa sababu ya msikiti ule tunasema Baitul Maqdis, uh, au kama unavyoitwa Al-Aqsa, ni msikiti mkubwa sana. Wakati uh, Mtume Muhammad anaendelea ya safari yake ya miraji, pale ndipo alipomwacha farasi wake akaenda mbinguni, na alivyorudi akafanya pale sala. Baada ya kupokea sala, pale ndio sala ya kwanza ilifanyika pale ambapo leo kuna msikiti wa Al-Aqsa kwa sababu hiyo ni moja ya sehemu kuu tatu takatifu kwa dini ya Kiislamu. Lakini Wayahudi wa wanasema pia pale Jerusalem ndio sehemu ambapo chimbuko la dini yao ya Judaizi. Kwa hiyo wao wanasema hapa ni kwetu, kwa sababu sisi hatuwezi tukawa tumekamilika kiimani na hatuwezi tukaliita Israeli ni taifa la kiyahudi bila, bila Jerusalem. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Jerusalem kwa pande zote mbili ni eneo moja ambalo ni ni takatifu. Maisha ya Yesu ni moja ya vile vitambulisho ambavyo uh, Wayahudi wanasema yani, wanasema sisi tukija Jerusalem tunakuona ni kwetu. Moja ya sababu ni kwamba hata kaburi la Yesu basi liko hapa hapa, makaburi ya mababu zetu yako hapa, kwa sababu wao wanamwita Yesu ni ndugu yao, nasema hata ndugu yetu aliziko hapa. Kwa hiyo wao nao pia wana, wana, wanatumia vigezo vya kihistoria kusema kwamba mbona tukija hapa tunaukuta utamaduni wetu kwa zaidi ya asilimia tisini ya utamaduni wetu wote uliopo duniani. Kwa hiyo sisi hapa ni kwetu. Betlehemu haihusiki, yaani shida kubwa ya utakatifu wao kwa haya matatizo ya wapalestina na waisraeli kimsingi hasa chimbuko lake Yerusalem. Hivi vitu havijawahi kutulia baada ya vita vya mwaka 47, kama nilivyosema, mwaka 67 vikatokea vita vya siku sita ambapo Waarabu walipigwa sana na Wayahudi, lakini mwaka 73 vikatokea vita vya, vya Yom Kippur. Vile vita King Abdullah alitoka Jordan.